Mafundisho yake yameigusa kila nyanja. Uislamu, duniani ndiyo dini pekee, mafundisho yake yameigusa kila nyanja. Ndiyo maana huko mbele ya safari duniani, huku ukimwona Mwislamu anakosea Tenganisha tofauti ya Muislamu na Uislamu. Muislamu anaweza kuishi na tabia mbaya, lakini Uislamu haufundishi tabia mbaya. Muislamu anaweza kuwa muovu, lakini Uislamu haufundishi uovu. Sa, misingi ya dini ya Kiislamu ni kumwandaa mwanadamu kuwa mja mwema tangu hajapatikana mpaka inapatikana mimba yake, mpaka anazaliwa, mpaka analelewa anakuwa, mpaka naye anakuja kuwa kiongozi wa familia, ima baba au mama. Uislamu umetufundisha misingi ya tabia au malezi bora ya watoto yanatakiwa yaanzwe katika ndoa. Mwislamu anapofanya maamuzi ya kuoa au anapofanya maamuzi ya kuolewa, anatakiwa atambue maamuzi hayo yana vipengele kadhaa mbele yake, yana mambo yasiyopungua manne mbele yake. Unapooa mume, mke unayemwoa, kwanza, atakuwa mkwe wa wazazi wako. Kwa hiyo lazima uoe mwanamke ambaye anajua thamani ya wazazi wako, kwamba wewe unayeoa pepo yako iko chini ya nyayo za wazazi wako. Anapokuja katika ndoa, atambue thamani ya wazazi wako kwa sababu kwa kuoa mke bora utapata radhi za wazazi na kwa kuoa mke wa hovyo utakosa radhi za wazazi. La pili, mke unayemuoa anatakiwa atambue kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, una haki za Mola wako na anatakiwa awe mstari wa mbele kukuimiza juu ya kutekeleza haki za Mola wako. Ajue kwamba wewe unahitaji kuswali. Upo wakati shetani atakupitia utakuwa mvivu, yeye anatakiwa asimame kidete, kabla hujaacha hiyo muda wa swala kupita, ahakikishe umeswali. Yeye anatakiwa atambue kwamba wewe kila utakachokisimamia utakachokikusanya kuna haki ya, wa, ya mayatima, kuna haki ya wajane, kuna haki ya waliosilimu yale mafungu manane ya watu wanaopewa zaka, yeye anatakiwa ajue, asiwe mke anayeona mali kwenu anafikiria kujenga kwenye familia yao anakusudia, na anafikiria kuwasaidia ndugu zake anakusudia kusaidia katika maisha yake binafsi anawekeza zaidi kwake kuliko kuwekeza kwako mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapooa mke, mke anatakiwa ajue kwamba mke unayekwenda kumwoa ndiyo mama wa watoto wako. Kwa hiyo unakwenda kuoa mke, unawachagulia watoto aina ya mama unapooa mke unawachagulia watoto wako aina ya mama unayemtaka. Unaweza kuoa mke ukawatafutia mama ukawatafutia watoto wako ma, mama malaya. Yaani wewe mume kuoa kwako kunaweza kuchangia kuwatafutia watoto wako mama malaya, mama ambaye anakuwa ndiyo fundisho anakuwa ndio e, kitu cha kufanyia mazoezi, ndio anakuwa mwanamke ambaye watoto wote wanaobalehe katika mtaa wenu wao wanajifunzia mapenzi kwa mkeo, mama wa watoto wako. Unaweza ukawatafutia mama watoto wako akawa jamvi la wageni, hatembei na watoto lakini kila mwanamume wa mtaa akiamua kubadilisha ladha ya chakula, anaona ladha bora mkeo, yaani mama wa watoto wako, ndio anakuwa jamvi la wageni. Mtaa mzima wanajua mwili wa mkeo, mama wa watoto wako. Unapokwenda kuoa, lazima utazame tabia za mke unayeoa. Asiwe jamvi la wageni asiwe punching bag ya mazoezi ya vijana wanaobarehe. Kuoa kunaanza kutengeneza tabia. Usioe mke ambaye, ndani ya nyumba yako, masaa 24 anasikiliza taarabu na miziki ya bongo flava, hana muda wa kusikiliza Qurani wala hana muda wa kusikiliza hadithi za Mtume. Unaandaa mke ambaye atakuwa mama wa watoto wako, mama wa watoto watakaopenda taarabu na bongo flava. Wakiamka asubuhi ni taarabu, mchana bongo flava, jioni R&B, usiku twisti jioni hivyo, muda wote familia yako ni familia ya muziki. Unakwenda kuzalisha kizazi cha waimba muziki badala ya kuzalisha kizazi cha wanaomwabudu Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku wewe ndio unakuwa huna akili mwanao, kwa sababu staa wa mziki wa Bongo Fleva unajivunia kuwaambia watu, mwanangu ndiyo namba moja wa Bongo Fleva Tanzania. Wewe mjinga unasubiri kwenda motoni Alokuambia mwanao akiwa first one katika Bongo Flavor Fleva umefaili umefaulu, fil dunia wala akhera. Nani we mjinga tu, we bwege, we fala. Zaidi ya yote, hukujua malengo ya Mwenyezi Mungu kukuleta duniani ni yepi, wala hujui malengo ya Mwenyezi Mungu kumleta mtoto wako duniani ni yepi. Hujui ndugu zangu, Unapooa mke unakwenda kuwaangalia watoto wako mama, utambue hilo. Kwa hiyo maisha watoto yetu, ya watoto wetu yanakuwa shabdi kutokana na maisha ya wake tulio nao. Ukitaka kujua nyumba hii ni ya washenzi ama wachamungu, nenda omba kutembelea rafiki yako, kaa kwake siku tatu kamtembelee rafiki yake kaa kwako kwa siku tatu, lala kwake, kula kwake siku tatu tu, utajua hii nyumba ya washenzi. Shehe tu ndo ajitia kuswali, lakini humu nyumbani hamna kitu, haya majahili matupu yaliyojaa ndani. Kwa sababu familia nyingi wanafanya mazuri pale mzee yupo, akitoka nyumba ni shanga la banga Unaweza ukakuta nyumba, baba akiwepo, watu wanavaa stara, baba akiondoka, watu wanapiga vimini na suruali kama kawaida, na mama hana cha kusema kwa watoto. Mwisho wa siku anasema tu baba yenu akikuoneni, oh, shauri yenu. Sa baba yao akiwaona, shauri yao. Baba ana moto, baba ana pepo. Kwa nini usiwaambie Mungu anakataa? Kwa sababu mama hakuzaliwa katika akhlaki, mama hakulelewa katika akhlaki nzuri. Kwa hiyo unajikuta na yeye anawalea watoto vile alivyolelewa kiovyo ovyo tu, kijahili jahili tu. Kwa hiyo mambo ya tarbia, mambo ya malezi, tabia yanajengwa na msingi wa ndoa. Unapotaka kuoa usitazame hawa zako za moyo za nafsi, usitazame uzuri wa mwanamke kwanza, usitazame usitazame mali ya mwanamke kwanza, usitazame shepu ya mwanamke kwanza. Tazama kwanza tabia na malezi aliyonayo mke, kwa sababu hicho unachokichukua ndiyo tabia na malezi ya watoto wako baada yako. Majuto ni mjukuu. Ukioa vibaya umeandaa watoto waovu na huna pa kukimbilia, na kwa sababu wewe ni msimamizi, kullukum rai wa kullukum mas'ul an raiyati Yani wewe ni mchunga na kila mtu ataulizwa katika kile alichokichunga. Mwenyezi Mungu hakutazami kwa sababu wewe bosi, kwa sababu wewe tajiri, kwa sababu wewe kiongozi, kwa sababu wewe maarufu. Muda ukifika wa maswali ya Mungu utajibu, na ukikosea utakwenda motoni. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu zake, atujalie kuwa miongoni mwa waja wema. Ndugu zangu, Malezi ndiyo yanatuandalia viongozi bora wa familia. Mtoto bora anayezaliwa akalelewa na wazazi wake kwa matabia nzuri na malezi bora, huyo atakuja kuwa naye mzazi bora kwa watoto wake. Na ndiyo maana mara nyingi mashehe waliosimama mikononi mwa Mwenyezi Mungu, waliojitahidi kuishi kwa kutafuta radhi za Mungu, basi walizaa kizazi kilichorithi tabia njema, kilichorithi maisha bora na waliozaa na kuishi katika maisha ya ulevi, ushirikina, uchawi wa ganga. Maana kuna watu maisha yao kila jambo, hata akiugua chunusi karogwa. Yani wako watu duniani ilo uliokuwa unasema shehe, mtoto akiwa na kipaji anakuwa sharifu, na akiwa sharifu, matokeo yake ya watu wanajazana kwake, kwa sababu watu ushirikina umewazidi. Yani mtu hata akipata chunusi anas kama sio rogi hii itakuwa hasadi. Chunusi na hasadi vina mahusiano gani? Watu ni washirikina mno. Maisha yetu sisi ni washirikina. Hapa sahizi tukisachiana, kuna watu wana hirizi, wengine wana tarasimu zina sura ya mtu wako hapa, mwingine wana miirizi inapumua, yani Allahu akbar, huku wana hirizi linapumua akwambia Mungu, huku unajisikiria Mungu peke yake yaani mungu hawezi ilizi lako ndio linaweza we fala bwege mjinga ilizi unalibeba mwenyewe unalizuia lisinyimwe mwenye maji unaogopa watu wasilione linakulinda unalilinda lakini hayo ndio maisha yetu sisi wengi wetu tumekuwa washirikina sasa ukioa wa mke mwema akakuzalia watoto na akawalea katika malezi mema, unamwandaa mzazi mwema. Mtoto wako anakuwa mzazi mwema, mtoto wako atakwenda kuwa mume mwema wa, ba, wa wa watoto wake, yani wa mke wake. Mtoto wako atakuwa baba mwema wa wajukuu zako. Mtoto wako atakuwa mkwe mwema wa wakwe zake. Mtoto wako atakuwa mtoto mwema wa jamii na familia. Mtoto akizaliwa na kukua katika mazingira ya wema hawezi kuwa fisadi, hawezi kuwa chokoraa, hawezi kuwa mwizi wa mali za umma, hawezi kujinufaisha mwenyewe, hawezi kuona maisha ya dunia ni bora kuliko akhera, hawezi kuwa mwonevu. Mtoto akiwa mwovu, kila uovu anaofanya anahisi yuko sahihi tu ndio wale inafika mahali akipata mamlaka na madaraka, ukifanya jambo anakuuliza we, unijui mi nani? Wewe unanijua mi nani? we nani? simania baba ako tu, una jingine jipya zaidi ya hilo? Lakini anakuwa ni mtu ambaye anatisha watu, anaonyesha watu mabaya. Mtu mwema ni yule ambaye anataka kila mtu apate nafasi na haki yake, kila mtu anapata wajibu na jukumu alilonalo, na anaishi kwa amani yake, utu wake. Ana uheshimu mtu mwema, anaheshimu utu wa kila mtu. Mtu mwema anaheshimu thamani na daraja ya kila mtu, lakini mtu mwovu anachagua watu wa kuamiliana nao wale anawakontrol, na kuona wanafaa ndo anawaweka kwake, wengine anawafanya kuwa maadui. Ndugu zangu, nisije nikaleta kisa cha mwazima jamvi na mtu aliyekwenda kuswalisha msikitini. Mawaidha yameendelea, anamwona mtu mbele analia na mwana asema nyii mmeshika mawaidha sana, maana mpaka mnadondosha machozi ambia shehe mi atasili kwa sababu ya mawaidha yako. Huo mswala wenyewe ulio ukanyaga hapo, wangu mwanangu analia njaa na mi siwezi kukwambia acha. Ni, nisaidie tu mswala wangu niende. Shehe anaangalia chini, kakanyaga mswala kama nilokanyaga mimi, kumbe ndio ilivyo. Sasa tusimalize muda watu wakawa wana choka. Naomba tu hii karatasi imeandikwa kifupi mnieleze nifanyeje, yeah. yaani maelezo ya hii karatasi, karatasi aliyenipa hii karatasi. Au yeah. Unajua Sheikh Othman wajane, wajane. wajane. No. Sasa kuna M MJ, itano, MJ eh? yeah, Aa, wa tano MJ tatu ni nini? Mjane ana watoto watano hapa. Tumeletewa wajane watano. Mjane wa kwanza ana watoto watano, mjane wa pili ana watoto watatu, mjane wa tatu ana watoto wawili, mjane wa nne ana watoto fanya maarifa mmoja kini shamaliza wanne. Sasa ndugu zangu, nawahusia hawa wajane wenye watoto muwalee kwa kuwaoa. Mjombali una wangapi? Imekuwa taa ya toyo, una mke mmoja, mitaa ya toyo hiyo We mwislamu gani unakaa na mke mmoja mjomba? <laughs> shangazi ya kisafiri na wewe unaupinda? Hapana, ah! ongeza mke, tafuta mjane mmoja katika hata wewe mwenye watoto wawili, kama maisha yanaruhusu. Tena kuoa mzee ni sunna, si Mtume alioa mzee, Bi Sada? Sada si alikuwa mzee sana, mpaka ikafika mahala zamu yake akampa Aisha Kambia, Rasulullah Allah, mi zamu yangu lala kwa Aisha mi utakuwa niona mchana, tusio lazima kulala kwangu. Aisha naye akapewa fadhila, akaona kama haki yake, maana tatizo wakati mwingine unaweza kupendelewa kitu kaona ka haki yako. Bi Aisha naye alipopewa hiyo siku, kuna siku akaumwa mtume, kalala kwa Aisha pili na siku ya pili analala kwa Aisha kwa sababu ya zamu ya bisada. Sasa naona mke wangu anaumwa, ngoje nikamuone, kaondoka mpaka kule akamkuta Mtume ananyoshwa uji na Bi Aisha. Aisha akamuuliza, kimekuleta nini huko? siungekaa kwako. Achukua bakuli la uji akamwagia kwanza.